Mjomba, unaweza kuona vyeti vingi tu, certificate, diploma, bachelor, master, PhD, umekwenda mbali sana, lakini ukaja kuajiriwa na mtu anamaliza darasa la saba. Elimu yetu imekuwa sana ya ku cram sana na theory sana yani, uh, tunakariri sana elimu yetu kuliko kufanya vile vitu in action. Kwa hiyo, shule, kwa hiyo ukitoka shule bado unakuwa uko strong enough. Sasa basi, ili uweze kuwa strong enough lazima uti uchukue tena extra time ya kuanza kujisomea we mwenyewe ili uweze kuijua kazi unaifanyaje. Dunia ya sasa haiangalii vyeti ambavyo vya kukariri tu. Dunia ya sasa inaangalia mtu mwenye knowledge na experience na anajua nini anachokifanya. Kwa hiyo basi aidha ujisomee au aidha ukafanye kazi kwa kujitolea, ili uwanze kupata ile utaalamu wa kazi, kama unakaa muda mrefu nyumbani. La sivyo, utakuja tu kutumwa na yule darasa la saba. Dunia ya sasa inahitaji mtu ambaye anaweza kusovu problem, kusovu matatizo ya sehemu fulani, anaweza kuyatatua yale matatizo, akajua kwamba nikitoa huduma hii basi pale problem imeisha eneo lile, na watu watatiririka kama mvua. Nikiweza kutoa uh, bidhaa hii, basi nitakuwa nimesuluhisha tatizo la pale la ile eneo. Ukishakuwa unaweza kusuluhisha matatizo, basi wewe unakuwa umeenda kasi na kasi ya dunia ilipo sasa hivi. Kwa hiyo, mjomba, lazima ujisomee Lazima uende extra mile, lazima ujitoe, lazima ufanye kazi bila malipo sometimes, ili uweze kujiingia na kuweza kupata knowledge, otherwise utatumwa na mtu alimaliza darasa la saba, na mtu kama mimi mwenye akili zangu timamu siwezi kushangaa. Ivan the don ni follow, subscribe share na wengine. Hii ni nondo ambayo watumie wengi walio graduate, wasifanye masiara. Bye bye.